Baada ya kutengeneza project, sasa tuende tukatengeneze sequence. Sequence ni kama vile sifa ama muongozo wa video zako, audios na kila kitu utakachokipangilia katika project na vipi kitaonekana katika hatua ya mwisho. Kwa mfano katika video hii, sisi tutatengeneza sequence kwa ajili ya video za YouTube, lakini unaweza ukatengeneza sequence kwa ajili ya video za mitandao ya kijamii kama vile TikTok Instagram Reels na kadhalika. Kutengeneza sequence, utaenda katika sehemu ya file halafu utaenda katika new sequence. Baada ya hapo unaona kwamba mimi imenionyesha kwamba ipo katika custom, na hii ni kwa sababu nimeweza kutengeneza sequence yangu na kuisave. Kwa hiyo sequence ambayo utakayotengeneza na kuisave itakuja kukaa katika custom. Lakini kwa vile wewe ndo kwanza unaanza, utaenda katika HDV Halafu utachagua 1080p 24. Hizi 24 ni frames ama picha per second, kwa hiyo picha 24 kwa second moja. Kwa hiyo tutachagua hii, halafu tutaenda katika sehemu ya settings. Katika settings, video kwa ajili ya YouTube ama video nyingi ambazo tunaziona katika mitandao mbalimbali mbali, zile zilizokuwa upana ni mkubwa kuliko urefu, ni kwamba zikiwa katika format ya Full HD, tunaweka 1920 1080 frame size, lakini hapo unaona kwamba kuna 1440 horizontal lakini 1080 vertical. Sasa sisi tunataka 1920 1080, kwa hiyo hapa hatuwezi kuchagua. Kwa hiyo tutakuja katika editing mode na tutachagua custom. Juu kabisa utaona kuna custom, alafu baada ya hapo katika time base hakikisha kuna 23.976 frames per second, halafu utakuja katika frame size utaandika 19 20. Katika pixel aspect ratio weka square pixels, ili tuweze kupata ratio ya 16 by 9 ama 16 ratio ya 9. Baada ya hapo, sehemu nyingine tunaweza tukawacha hivyo hivyo tutakuja katika audio, hakikisha kwamba hapa imekaa 48 southern hertz. Utashuka chini katika sehemu ya maximum render quality. Kama kompyuta yako ina uwezo mkubwa, una uwezo wa kuchagua katika hii sehemu, lakini kidogo uh, speed yake ama render speed yake itakuwa muda unaongezeka, tofauti na ukiwa hujaweka render at maximum depth, lakini quality inakuwa kubwa zaidi kama ukiweka render katika maximum depth. Kwa hiyo sio lazima. Kwa hiyo tutaacha hivyo hivyo, alafu katika sequence name unaweza ukalipa jina la ile project yako. Kwa hiyo hapa mimi nitaandika jina la nature video. Sasa kwa vile tumetengeneza sequence ambayo tumeicustomize na huenda tukawa tutaitumia mara kwa mara, tuna uwezo wa kuisave preset hii. Kwa hiyo kuisave utakuja katika sehemu ya save preset. Kwa hiyo save preset hapa kwa mfano kama tumetengeneza video kwa ajili ya YouTube tutaandika tu YouTube videos alafu utabonyeza OK. Kwa hiyo ukibonyeza OK unaona kwamba inaenda kukaa katika ile sehemu ya custom. Kwa hiyo hii ndio ile sequence ambayo nimeitengeneza. Kwa hiyo siku nyingine sitokuwa na haja ya kutengeneza sequence upya, nitakuja tu kuchagua katika sehemu ya custom halafu nitabonyeza okay.